Miaka kadhaa iliyopita nafasi yangu ya kwanza natoka shule, nilikuwa mwenyekiti wa Chadema wa kata ya Igoma, nafasi ndogo sana. Baada ya miaka kadhaa, nikachaguliwa kuwa katibu wa wilaya ya kui Kwimba, nikaiongoza kwa miaka mitano. Baada ya hapo, kwa sababu uwezo wangu ninayojua mwenyewe, Chadema nika wakaichagua nikawa katibu wa baraza la vijana wa mkoa huu wa Mwanza, nikaongoza miaka mitano ilivyotoka hapo Chadema wakalichagua, miaka mingine mitano nikawa mwenyekiti wa baraza la vijana wa Chadema mkoa wa Mwanza. Mwaka jana mwezi wa tatu nikachaguliwa kwa kishindo kwa asilimia themanini tano kuwa katibu wa Chadema mkoa wa Mwanza mpaka hivi leo. Nimekabidhi kadi yangu Mheshimiwa, viongozi, nataka niwaambie jambo moja, sumu haionjwi. Wale Wasukuma wa Mwanza wanasema ni e kaya ya ngoba nayo kaya mshumara.